Habari, kwa majina naitwa Dkt. Njau, ni daktari hapa katika Royal Polyclinic. Ikiwa leo tunaazimisha siku ya afya ya akili duniani, kuna mambo machache nilitaka tushirikiane kuyafahamu juu ya afya ya akili duniani. Afya ya akili ni nini? Afya ya akili ni msingi wa furaha na ustawi wa mtu. Bila akili yenye afya, mtu hawezi kujihusisha katika kufanya maamuzi sahihi, katika kushughulika na stress na hata kutokufurahia maisha kwa ujumla. Je, ni changamoto gani au hatari gani zinazoweza kumkabili yule mtu mwenye stress au huzuni na kupelekea awe na tatizo la afya ya akili? Kama mtu atakuwa na stress au huzuni inaweza ikapelekea matatizo yafuatayo. Anaweza akapata sonona, au kwa lugha ya Kiingereza tunasema depression. Anaweza akapata wasiwasi au hofu, na hata wengine wanaweza kujiua wenyewe. Hivyo basi ni bora ukiona dalili hizi uwahi kupata huduma ili upate msaada mapema zaidi. Ni mbinu gani ambazo mtu anaweza kuzitumia kila siku ili kulinda afya yake ya akili? Kuna mbinu nyingi na moja ya mbinu chache na rahisi ni kama hizi zifuatazo. Kujitahidi kufanya mazoezi ya mwili ya kila siku, kulala kwa wakati wote, kuzungumza na rafiki au daktari pale unapohisi una huzuni au stress, lakini pia kufanya kile kitu unachokipenda ili kuondoa hofu na uchovu wa akili. Ni dalili zipi ambazo zinaweza zikasema huyu mtu ana stress au ana wasiwasi au hofu Dalili chache ambazo tunaweza tukamwona huyu mtu ana stress ni kama zifuatazo: kushindwa kufanya mambo yake ya kila siku. Unafanya mambo yako kwa wakati, lakini mwisho wa siku, siku zinavyozidi kwenda unashindwa kufanya ka... mambo yako ya kila siku kama kawaida, kupoteza usingizi au kulala kwa muda mchache, uh, kula kupita kiasi, kula kupitiliza. Lakini pia dalili nyingine ni kama vile Uh, kujihusisha katika kufanya mambo hatarishi, mfano kutumia madawa pasipo utaratibu wowote wa kidaktari au ulevi uliopindukia. Okay, faida ya afya ya akili duniani. Nini faida ya afya ya akili hii? Inasaidia kupunguza stigma au kunyanyapaa pia inaongeza uelewa na pia inasaidia kupata msaada kwa yule mtu ambaye tayari amekuwa ameathirika na afya ya akili. Hivyo basi, ni kumbusho, kila mmoja anaweza kuathirika kupata shida ya afya ya akili, na pia kila mmoja wetu anaweza kupata msaada au kusadikika katika shida ya afya ya akili. Sisi kama Royal Polyclinic tukiwa tunaazimisha mimi na wewe hii siku yetu ya afya ya akili duniani na kukaribisha kuungana pamoja kuwasaidia wale wote ambao wana tatizo la afya ya akili. Tuzungumze, tufanye mazoezi kwa pamoja, tushirikiane kwa kila kitu ili kuepusha afya ya akili. Royal Polyclinic, tuko Ilala Bungoni Uh, msaada kituo cha gereji. Karibu tukuhudumie, karibu tukusikilize, karibu tuongee na tuweze kuongeza siku katika kupunguza wale wale wote wale ambao wanapata shida ya afya ya akili. Asante sana.